E, mwezi Mei kule Japani, waziri wa nchi ofisi ya Makamu wa Rais muungano na mazingira, Engineer Masauni alisaini mkataba wa mashirikiano kati ya Tanzania na, na Japan katika biashara ya kaboni, na Japani wameanza taasisi ambazo wao wanakuja Afrika kutafuta miradi ambayo mwisho wa siku inatengeneza kaboni krediti. Kwa mwisho Masauni alisaini ule mkataba wa mashirikiano hasa tukatengeneza kamati ya pamoja kati ya Tanzania na, na Japan. Asa leo ndo tumezindua kamati ya pamoja na pia tumezindua e, taratibu na kanuni za kufuata, lakini pia tumeintroduce mradi mbalimbali. Kwa hiyo siku ya leo ilikuwa ni kuzindua kwa ile kamati, ambapo kwa upande ah, wa Tanzania mimi ni mwenyekiti mwenza na kwa upande wa Japan ni mshirika balozi ni mwenyekiti mwenza. Kwa kamati zimekutana leo kwa upande wa Tanzania upande wa Japan na wengine walikuwa physical lakini pia wengine wametunga kupitia mitandao kutokea Japan. Kwa leo walikuwa ni kuzindua kamati ya pamoja na kupitisha kanuni na, na taratibu za kuendana na haya mashirikiano katika mpambano dhidi wa wa ya mabadiliko ya tabia nchi. Kila nchi imepewa jukumu lake. Wa Japani wao wamejipatia target ya kupunguza hewa ukaa e, e, e, kwa asilimia sitini sasa kwa sababu mazingira wao wameenda mbali sana, zile activity nyingi hawana. Kwa hiyo wanachokifanya, wanatafuta partner countries ambazo zinafanya miradi mtu zi wa siku zile credit wanazirejista kwao. Kwa um, um, wamekuja Tanzania sasa kuja na miradi mingi, kwa mfano miradi ya eh, clean cooking, clean energy, miradi ya usafirishaji uchukuzi, kwa mfano tumeona DART sasa hivi wamehama kwenye matumizi ya mafuta ya a matumizi ya mabasi yatumia umeme. Sasa changamoto ya bei e, e, soko, soko likuwa huria sana haka r, lakini pia e, zile bei za credit zimepanda kati ya dola thelathini na tano paka dola arobaini maanake ni kwamba sasa tunakwenda kuuza eoka katika bei ambayo enye kimasoko zaidi. Lakini cha tatu ni kwamba aa wenzetu wanakuja na miradi, mawazo ya kuwekeza kwenye miradi. Kwa mfano, Mheshimiwa Rais ameelekeza kujenga kwa sijara kati ya Arusha pembezoni. Sasa e, asa wenzetu watu wa uchukuzi wanaweza wakaingia makubaliano na makampuni ya kijapani wakajenga zile sijara zile zote ambazo zijapata finance, then baada ya wakishajenga wanapoanza kuoperate wanakufanya zile credit, then zile credit wanaenda kuziuza kwao. Kwa hiyo sisi tunapata faida, kwa kwamba tumejenga bajeti ya cost ambayo inatokana na kimazingira, lakini pia baada ya ile gharama kurudi, then tunaenda kupata faida nyingine. Kwa hiyo kutumia mazingira, sasa tunaweza kutengeneza pesa nyingi. Eh, cha nne kwenye dira, ofisi ya makamu wa rais na mazingira kwa jumla imepewa target ya kutafuta dola bilioni moja kutokana na, na, na biashara ya kaboni. Sasa namna kuzifikia hizo pekee ya kufikia hizo fedha ni kushirikiana na wenzetu ambao wamekuja. Kwa hiyo so, wamekuja kama serikali ya Japan na sisi tumesimama kama serikali ya Tanzania. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunavyozidi kwenda masuala sasa mazingira tunaenda sasa kuadresi katika wanda mkubwa sana.